Unafahamu kwamba kuzimwa kwa mtandao nchini Tanzania kumesababisha hasara ya takribani bilioni mia tano sitini na moja. Sasa leo tutaangazia habari muhimu ambayo inagusa kila mmoja wetu. Ni je, ni kweli Tanzania imepoteza zaidi ya fedha za Kenya bilioni thelathini ambazo kwa fedha za Kitanzania ni takribani bilioni mia tano sitini na moja kutokana tu na kukwama kwa mtandao na marufuku ya mtandao wa X ambao zamani ulikuwa unafahamika kwa jina la Twitter. Sasa nitakuonyesha ni jinsi gani takwimu hizi zimepatikana na zinafanya kazi kwa namna gani. Ni sehemu gani ya kiuchumi zilizoathirika zaidi na ni mapungufu ama mapungufu ya mbinu hizi na hatimaye ni hatua zipi za kuepuka hasara kama hizi siku zijazo. Tuanze kazi rasmi. Taarifa rasmi ni nini ambacho kinatajwa? Kuanzia tarehe ishirini na tisa Oktoba 2025 nchi ilikumbwa na kukatika kwa huduma za mtandao kwa kitaifa kwa takriban siku tano, na pia huduma ya mtandao wa ya kijamii ya X ambayo ilifungwa tangia Mei 21, 2025. Vikundi vya haki za kidigitali na taasisi za ufuatiliaji vinaonesha jumla ya hasara ya kiuchumi inayokadiriwa kwa kutumia NetBlocks Cost Tool kuwa karibu USD dola milioni 238 na ambazo ni takribani Tanzania shiling mi, bilioni mia tano na sitini mpaka bilioni mia tano sitini na moja au kwa fedha za Kenya ni kama bilioni 30 hivi kutokana na siku hizo chache ambazo zimezimwa mtandao na kufungwa kwa mtandao wa X. Sasa swali ambayo lipo ni je, NetBlocks cost tool inafanya kazi vipi? Huu ni ufafanuzi wa kitaalamu kwa msikilizaji ambaye ni wa kawaida. NetBlocks imetengeneza zana inayoitwa cost, yani cost of shutdown tools. Kazi yake ni kurekebisha na kuweka pamoja viashiria vya uchumi kama vile GDP ya nchi, jinsi uchumi wa kidigitali unavyochangia GDP, idadi ya watu waliowanika uh, mtandaoni na kadhalika, kutoka vyanzo vinavyotambulika vya kimataifa yaani World Bank, ITU, na kadhalika, kisha kuhesabu kwa haraka haraka hasara ya uzalishaji unaopotea kila siku mitandaoni au huduma ya mtandao inapokatika. Kwa kifupi, inachukua maadili ya uchumi ikiwasilisha jinsi taifa linavyopoteza uzalishaji kutokana na shughuli za kibiashara uh, mawasiliano, huduma za kifedha na huduma za kidigitali kushukwa hii ndio sababu matokeo yanatofautiana kidogo kulingana na muda wa kukatika na uzito wa uchumi wa kidigitali. Sasa shilingi bilioni mia tano sitini na moja inatoka wapi? Kwa mfano, ripoti zinaorodheshwa zinaonyesha kuwa shutdown ya siku tano, yaani tarehe ishirini na tisa Oktoba mpaka Novemba tatu, iligharimu takribani usd dola Uh, milioni sabini na mbili nukta tatu ambazo ni karibu shilingi bilioni mia moja sabini za Kitanzania. Ni kwa muda mfupi peke yake. Kisha marufuku ya X ama mtandao wa Twitter, zamani ulikuwa unafahamika kama hivyo, tangu Mei, imehesabiwa kuleta hasara ya takribani usd dola milioni mia moja sitini na tano nukta nane ambazo ni takribani bilioni um, mia nne na nane Ukiongeza vichwa hivi viwili unapata jumla ya karibu dola mia mbili thelathini na nane ambazo ni inacheza kwenye bilioni 560 mpaka bilioni 561, hivyo nambari ya Kenya shilling bilioni 30 ambazo ni fedha ni fedha za Kikenya, ni mkokoto wa uwiano wa dola kwa shilingi ya Kenya. Lakini kwa Tanzania, mtumiaji wa kawaida anaona thamani kwa shilingi za Kitanzania. Makadirio haya yanategemea viwango vya ubadilishaji na parametra za kosti sasa ni sehemu gani ya kiuchumi ambayo imeathirika zaidi hasara sio tu kwa wanaotumia mtandao kuna vikosi vingi sana ambavyo vinaathirika kutokana na uzimwaji wa mtandao wa kwanza ni wafanyabiashara ndogo za mtandaoni yaani wauzaji wa e-commerce, malipo ya simu na wasambazaji wa huduma waliokosa mauzo na miamala lakini benki na huduma za kifedha malipo yanacheleweshwa Tunatambua kwamba kuna benki nyingi sana huduma zilikuwa zipatikani, huduma za benki kwa wateja mtandaoni zilishindikana pia. Lakini namba tatu ni uzito wa sekta ya usafirishaji na biashara, magari ya huduma, huduma za msimamizi wa mtandao zinapoteza utendaji pia. Lakini zaidi ya hapo ni kazi za mbali na freelancing, watumiaji waliokuwa wanategemea wa majukumu ya mtandaoni walipoteza mapato lakini sambamba na hapo ni matarajio ya uwekezaji na imani ya watumiaji. Kampuni na wawekezaji huchukulia shutdown kama ishara ya hatari ya biashara. Ripoti zinaonyesha athari hizo sio tu za moja kwa moja, bali pia za muda mrefu. Sasa, mipaka na mapungufu ya mbinu za kosti kwa umma wa kawaida, hata zana za NetBlocks zinatambua mipaka ni makadirio ni hesabu ya kina yani, cost hutegemea viashiria vya kitaifa na assumptions za jinsi shughuli za kidigitali zinavyochangia, uh, GDP. Kwa hiyo ni makadirio ya kiwango cha juu sana, haijumuishi kila hasara isiyo ya moja kwa moja au ya muda mrefu kabisa, kama athari za uzalishaji wa baadaye, upotevu wa uaminifu kwa chapa na penyewe, uh, na penyewe za kifedha kwa muda mrefu, hizi ngumu kuzifanya kuwa nambari za wazi. Matokeo yanategemea soko na ubadilishaji wa sarafu, hivyo convention kati ya USD dola Tanzania shilling na Kenya shilling inaweza kuonyesha utofauti kidogo kwa machapisho mbalimbali. Hivyo ni muhimu kuchukua nambari kama mwanga wa kuelewa ukubwa wa tatizo, si kama hesabu kamili. Athari za kijamii na kisiasa kwa muda mfupi ambao ilikuwa mtandao umezimwa shutdown zinapunguza uhuru wa habari na mawasiliano, hasa wakati wa matukio ya kisiasa. Hii inaweza kuzua hofu, udhaifu wa kidemokrasia na ukosefu wa uwazi. Pia kwa wananchi wa kawaida ni kupoteza huduma za haraka kama uthibitisho wa benki, huduma za afya za mtandao na mawasiliano ya haraka. Hii ni kupunguza usalama wa kimsingi wa jamii. Sasa, mapendekezo, nini kinaweza kufanywa ili kupunguza hasara kwa siku zijazo, uko mbeleni? Eh, ni hatua za kitaifa na za haraka ambazo zinaweza kupunguzwa: sheria na uwazi, serikali kutoa sababu ya wazi na mwafaka wa kuruhusiwa kwa kufungia huduma na kuweka vigezo vya wakati na uthibitisho. Mikataba ya dharura ya mtandao, wadau wa sekta ya telcos, watoa huduma wawe na mpango wa kuendelea kutoa huduma za msingi hata wakati wa vizuizi. Lakini sambamba na hapo, uwekezaji katika uchumi wa kidigitali, kuongeza thamani ya uchumi wa mtandao ili iwapo kutatokea upungufu, upotevu uwe mdogo zaidi. Upatikanaji wa data na hesabu za kina, taasisi za kitaifa zitumie data na kufanya hesabu za ndani ili kupima hasa athari kwa sekta maalumu elimu kwa wananchi na, na biashara jinsi ya kukabiliana na shutdown backups VPN kwa matumizi ya kazi na njia mbadala ya malipo. Kwa kuhitimisha kwa kifupi, namba ya shilingi bilioni mia tano sitini na moja ni makadirio ambayo yanaonyesha jinsi kuzima kwa mtandao ama shutdown na marufuku kama ya mtandao wa X zinaweza kuharibu uchumi. Hii si tu takwimu ni fedha zinazoathiri maisha ya watu, biashara zetu na uchumi wa taifa. Ni muhimu sisi sishangazwe, bali tuumize ama tuulize maswali: serikali inafanya nini kulinda uchumi? Wamiliki wa biashara wana mipango gani? Na sisi raia tutawezaje kukabiliana? Naamini hayo ni maswali ambayo kila mmoja anahitaji kuweza kupata majibu.